Nimepanga kuvaa suti siku hiyo ili nikiwa navalishwa medali pale niwe ndani ya suti nifanane na Mosepe. Lakini kwa kuwa sare yetu ni nyekundu, na kwenda kushona suti nyekundu ili nifanane na Wanasimba, na sio maruni, ni nyekundu kabisa ile ya Simba Sports Club, na kwenda kushona siku hiyo, navaa suti nyekundu, tai nyekundu na viatu vyekundu kabisa kwa ajili ya kuungana na wanasimba wenzangu ili siku hiyo watu wote tuwe na rangi ya kufanana. Tumeona wenzetu, kwa mfano Al Ahli wakicheza mechi zao pale nyumbani, Al Ahli wana rangi ngapi? Wana rangi tatu, kama sisi, wana nyeupe, wana nyekundu, wana nye na wana nyeusi wana, lakini wakicheza mechi wanaoitaka, watu wote wanavaa rangi hii avaa rangi moja tu ambayo ni nyekundu uwanjani. Kwa nini sisi tunaingia uwanjani tunakuwa kama ampisi huku nyekundu huku nyeusi? Tuingie uwanjani wote tukiwa rangi moja, wote tumevaa jezi nyekundu. Na hili ningependa kuwakumbusha viongozi wote wa matawi, viongozi wote wa magrupu, viongozi wote wa Simba kuendelea kuwakumbusha na kuwahimiza wanasimba tuvae jezi nyekundu.